Majimbo nane ya mkoa wa Singida ndio ukiweka kwenye orodha jimbo la mwisho kwenye masuala ya kielimu ni jimbo letu la Itigi. Siku zote wakati wa Mungu ni wakati sahihi zaidi katika maisha. Mungu akiamua kukufanya usimame hakuna hata mmoja ambaye atakufanya uwe chini. Naam, safari ni hatua kufika lazima uianze na kuanzia ulipo si sawa na kubakia ulipo. Mafanikio ya mtu huanza pale mmoja anaposema ndio, nitaanza na nitafanya. Kuthubutu ndio mwanzo wa kufikia malengo. Kwenye kundi la wanasiasa ishirini ni majina sita pekee yalirejea, ikiwemo jina lake baada ya mchujo. Jina lake likapitishwa kuwa mgombea ubunge jimbo la Itigi. Huyu ni Yohana Steven Msita. Mimi siendi bungeni kuuza sura, siendi kufanya biashara, siendi kutafuta utajiri. Kiu yangu ya kwenda bungeni ni kuja kuwatumikia ninyi, ndugu zangu, wanaipanda na wanakijiji vau Vamama, ikapitishwa na safari ya kuzisaka kula ikaanza kwenye kila kata vijiji na vitongoji. Lengo ni kuona namna wananchi wanavyoishi na kupokea changamoto zao ili kuzipatia ufumbuzi pindi atakapokuwa jimboni. Elimu kwake ni kipaumbele cha kwanza, akiwa na lengo la kuijenga Itigi yenye wasomi wengi. Mimi mwenyewe kama mbunge wa jimbo hili, nianze kwa kile kiposho ambacho umeniambia nikifika kule bungeni watanipa, nianze kugawana na wananchi wangu hawa kwa kuchukua wanafunzi kwenye kila kata, kila mwaka angalau mtoto mmoja. Katika kipindi cha miaka mingi, kilio kikubwa cha wananchi wa Itigi ni juu ya barabara ya kutoka Mkiwa kupitia Itigi mitundu mpaka Rungwa kuwekwa kwenye kiwango cha lami. Kiongozi huyu ameonyesha nia ya kupambania barabara hiyo na hakusita kumweleza makamu wa rais alipokuwa kwenye ziara za kampeni ni jambo lao la kutengenezewa baba ya rani kutoka Itigi mpaka Rungwa hakuna kijiji kinakosa wazee. Wazee ndio waliopambana kulijenga taifa hili. Kiongozi huyu ameweka nia ya kuhakikisha wazee wanatunzwa, hususan kwenye swala la matibabu. Nataka kuhakikisha hawa wazee kwanza tuwajali kwenye ishu zao za matibabu, wanapotoka hapa kwenda mahospitalini lile dirisha la wazee kama lilikuwa linalegalega, sasa hivi lisimame imara, wapatiwe matibabu yanayostahili. Kiongozi bora ni yule anayethamini amani na anayekuwa mstari wa mbele kuwakumbusha watu kuilinda amani ya nchi yao. Nchi yetu ya Tanzania kwa miaka mingi imekuwa ni kisiwa cha amani na utulivu. Uongo kweli, wako watu ambao hawana nia njema na nchi yetu Wameanza kutengeneza chokochoko za uvunjifu wa amani, wameanza kwenye mitandao, wakati mwingine wanaongea hadharani, lengo tuvurugane sisi kwa sisi, ili amani ya, ya nchi yetu ipotee. Nataka niwaambie, sisi tuna watoto sisi tuna ndugu, tuambiane sisi kwa sisi kwanza, tusiwakubali watu wenye nia ovu. Baada ya kupita kila sehemu na kuona changamoto mbalimbali mbali, kiongozi huyu aliandika mahitaji ishirini na tano muhimu ambayo ameyapa kipaumbele kuhakikisha kuwa anaanza na moja baada ya jingine kuyatekeleza. Haya ni mahitaji yetu ishirini na tano ambayo kwa kweli nimejipanga kwenda kuyafanyia kazi ili Itigi yetu wale wanaitigi wana ambao waliamua kufanya mabadiliko, waliamua kufanya sabu Wakaona tunaye striker mzuri lakini anakosa magoli kama Dube, wakasema sasa tunatoa Dube tunaingiza Mzize hapo vipi, wanayanga? Kiongozi wa kuigwa ni yule anayekuwa mstari wa mbele na kuwaongoza katika kila jambo. Yohana Steven Msita alijitokeza kupiga kula kama sehemu ya kutekeleza haki yake ya muhimu. Safari ya kuwa kiongozi bora ni safari inayohitaji uvumilivu, kujitoa na kuwa na busara kwenye kutatua changamoto. Safari hii ya kuwatumikia wananchi inaanza kwa kupewa dhamana ya kuwa mbunge halali wa Jimbo la Itigi na hii ni baada ya uchaguzi. Mimi Kinguzi Msigwa Mgarura niliyeteuliwa na tume kuwa msimamizi wa uchaguzi wa Jimbo la Itigi. Natamka rasmi kuwa Yohana Steveni Msita ndiye mbunge halali wa Jimbo la Itigi. Neno la shukrani halitoshi kuelezea kiu yake ya kwenda kuwatumikia wananchi pamoja na kushirikiana na viongozi wenzake kwenye kuijenga Itigi mpya. Uh, madiwani, kwa maana viongozi wenzangu ngaza kata, tutashirikiana kwa vizuri kabisa, tutawapa ushirikiano wa kutosha na kuwapa ukaribu, kwa maana ya kushea changamoto na matatizo ya hapa na pale na kutafuta majawabu kwa ajili ya kusaidia jamii yetu na wananchi wetu, atiki a niahidi ushirikiano wa kutosha. Yohana Steven Msita mara nyingi alinukuliwa akisema hakuna kitabu cha maneno bali kuna kitabu cha matendo akiwa na maana hahitaji maneno bali anahitaji kuonesha matendo kwa wananchi wa jimbo la Itigi ninayo kiu ninayo shauku ya kukimbizana usiku na mchana kuhakikisha jimbo letu la Itigi linaleta maendeleo kwa kasi sana